Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, <tum> <tum> nimekuweka kuwa manabii wa mataifa. Oh. hatima ya mwanadamu yoyote ilishachoro hmm. kwenye mkono wa Mungu kabla oh, hajajua yeah. Oh, yeah. Mungu anachokifanya, anafanya kitu gani? Huwa anawapitisha watu kwenye misimu. Ni kama ambavyo Yusufu anaota ndoto ya kuja kuwa kiongozi mkubwa baadaye hmm. Lakini haanzi kuwa kiongozi, anaanza kusimulia, mdomo unamponza, wanataka kumuua, wanailisha kumuua, wanamtupa shimoni, kule shimoni hmm. ndio dio nasema Yusufu aliwahi kufanya kazi shimoni. Ah, ana anarudi, anaokolewa kule, anaenda na kuwa mtumwa mahali fulani, lakini yeye anajua, mimi niko hapa, sijui nitatoka lini, ila kuna kitu kiko ndani yako yeah. Kumbe Mungu alikuwa anajua Yusufu anatakiwa awe kiongozi kwenye nchi ya ugeni oh, yeah. lakini hana nauli, hana paspoti, tunamsafirisha kwa namna namna gani? wanamuuza <laughs> <laughs> <laughs> Kwa hiyo walipomuuza, akaenda kama mtumwa, na Mungu akajua Yusufu ametokea kwenye familia ya wafugaji e. haya mambo ya ufalme hayajui kabisa e. tunafanya kitu gani? akamtafutia kazi ya kuwa houseboy e. kwenye nyumba ya kiongozi e. ili ajue namna viongozi wanavyokaa oh, yeah. ajue namna viongozi wanavyokomunicate oh, yeah. alafu muda wake ulipoisha pale, Mungu akajua huyu dogo namtoaje, mama akamtamani dogo yes. dogo akakataa, akakimbia, akaenda e. gerezani, kwenda gerezani akakutana na wasaidizi wa mfalme e. binasema wakawa na ndoto doto wakitafsiaamaan wana, mikumbuke wanamsaau wanini wanamsahau majira ya Mungu yalikuwa ajafika ya. oh, yeah. Mara zote kwenye maisha yako usiwalaumu watu kwa kitu ulichotarajia watafanya mm. na wakufanya oh, yeah. wakati wa Mungu ukifika oh, yeah. si watu wanaoweza kuzuia oh, kusudi yes. la Mungu <laughs> mimi nasema wakati ulipofika, yule mtu akaenda akakumbuka, aliporudi, akatoka Yusufu akamtafsiria ndoto, akatoka akatoakaenda mm. kwa mfalme. Mfalme akaota ndoto nyingine, yule mtu akakumbuka akasema kuna mtu mimi namjua huwaga hapaishi kwenye swala la ndoto. Akasema nileteni Yusufu, kweli akafika pale akatafsiri. Hakutafsiri tu ndoto, akatoa tafsiri ya ndoto na masuluhisho ya ndoto. Ndio mfalume anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake. Alafu mfalume anamwambia sasa, nikitoka mimi ndio unakuja wewe. Hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana, maana yake hizo njia zote Mungu alikuwa ananipitisha, alikuwa anajua hichi ni kizazi jeuli, kinahitaji nabii jeuli. Kwa hiyo akampitisha kwenye mambo yote ambayo yanaweza kumpa exposure ya kuona dunia ikoje. Ndio maana ninaweza kuchunga aina kizazi nachochunga, kwa sababu nimekuwa mwanamuziki, nimekuwa MC, nimefanya kila kitu ambacho kinatokea kwao. Nikisimama ninasimama kama public speaker. Mungu huwa anajua hatua zetu. Katika kila unachokifanya kono wako ufanye kwa nguvu, maana hujui hicho unachokifanya ndio daraja lako la kukupeleka kwenye eneo jingine, katika jina la Yesu.